TikToka, ho nimefurahi sana hospitali, tunayo ama hatuna? Hospitali tunayo ama hatuna? nimefurahia sana, nimefurahia sana kuwaona vile niliwaona tukiwa pale kwa kina Karuma. Upendo wenu umeshangaza wengi tulikuwa pale hata leo venya nimeangalia, tuko kabila zote za Kenya. Nilifurahia kuona yule mtu mwenye alikuwa anapanguza watu na sanitizer ndio wasaidie wasalimie. Baba ya Karuma alikuwa mjaruu kutoka Kisumu. halo halo Hiyo inatu, inatuonesha nini? Ati, wa Wakenya generation ya Gen Z wataweza kujiendesha bila ukabila ukweli ama sio kweli? Hey! wa Wakenya generation ya Gen Z wataweza jiendesha bila siasa ukweli ama sio kweli? Hey! TikTok leadership ni washukuru sana juu mlikubalia platform zenyu zitumike ndio huyu kijana asaidike. senu zenyu, asante sana wale wote walitumia platform zao kuoneshana Karuma ndio Karima ajulikane. Mungu awabariki. wa watu wa pikipiki wanajiita namna gani? Ruthikacha, asanteni sana juu mlionyesha mlionyesha tabia mzuri sana kule Udhaya. Watu walifikiria kutakuwa na trafik, hakukuwa na trafik saa hii hapa, wakati mumeingia watu wengi walisema. Watu wengine walikuwa nasema ati hapa kutaporoa ati hapa watu watapigwa watu, ati, mimi nimewaambia, wakati tulikuwa Udhaya hakuna mtu alipoteza kibeti, hakuna mtu alipoteza simu, hakuna mtu alitusi mwingine, hakuna mtu alipiga mwingine, hakuna traffic ilikuwa pale na watu walikuwa mamilioni. Watu walishangaa sana. Kama nimekaa chini tukiwa Udhaya wakaniambia, Mofa, pigia karao wakuje ndio waweze hawa watu wakitoka, wataweza toka wakipiga watu hapa. tukiwa udhaya wakaniambia, mofa pigia karau wakuje ndio waweze awa watu wakitoka, wataweza toka wakipiga watu hapo. Hakuna mtu alipigwa, hakuna mtu aliumiza mwingine. Tikitoka mkae na hiyo spiriti, na mtaenda mbali. Sasa eh, TikTokers, readers. TikTokers readers. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Juu mlisimama na hawa watu. Mlinipatia kazi ya kuwa chairman ya kusimamia Karuma family ni make sure will yenu, will yenu venye mlikuwa mnataka maisha ya hii familia ibadilike. Ni, nisimamie hiyo will na hii familia maisha yao ibadilike. Nyamazeni niwaambie, tunaelewana, tunaelewana. Hii itakuwa kama documentary wenye wataifuata hii itakuwa kama documentary. Step ya leo mumeiona, Karoma ameenda university ama hajaenda? Karoma ameenda university ama hajaenda? Ati asioge? Eh, <laughs> asioe? <laughs> Aya. Lakini lakini sio laana, si ndio? Aya, wacha wacha patron amalize. Eh, uh, tunaelewana. Safari vyenye mulisema niwasimamie mimi, nilienda kwa kina Karoma pale nyumbani, na nikapata space ile wako nayo. Space yao ni ya 0.3 acres, na pale nyumba imejengwa, labda tubomoe hiyo nyumba ndio tuweze kujenga nyumba ingine, na ile condition baba yake akonayo, ya hata tukimpeleka hospitali kule tumrudishe tena pale atakuwa na shida bado juu ya baridi. Mimi na familia ya Karuma, kutoka siku mlinipatia kazi, nimeenda safari na wao, nilichukua wazazi wake tukaenda mpaka kule kwangu, kwa mimi ni mkaaji wa Chaka. Mimi ulima, na mimi niko na factory hapa utawala ya chakula, napelekaga chakula kwa hoteli, kwa, kwa mashule. Nikapeleka mama Karuma pale kwangu Chaka nikawaambia juu sitaki turudi tena kukuja kwa tiktokers ama Kenyan to Kenyans, sisi tukuje tuwaombe msamaha. Ati leo hii baba yenu wametengenezwa, Karuma ameenda shule, badala ya tukuje tena kurudi hapa kuomba pesa. Nataka tuanze kugenerate pesa na namna maisha yenu itabadilika. Ile shamba tuta tumechukua pale one eka na tutaweza ongezea tutaweza ongezea, ama hatuwezi ongezea? Mama ya Karuma akiwa pale atakuwa kama mzazi wangu. Wazazi wangu wako pale, wazazi wangu wako pale, baba yangu please, ako pale, baba yangu anakuwaga na kuna watu wenye wametembea hapo chaka wanapataga Land Rover imeandikwa mofa inatembeaga hapo chaka. Nimeambia baba yangu kuna brother yako mwingine namleta hapa, wakati atakuwa na shida ya kupeleka hospitali utakuwa unamchukua unampeleka. Tunaelewana? mama ya Karoma ile kitu atakuwa kilima, zile chakula atakuwa kilima pale zote zitakuwa zikichukuliwa na zinaletwa kwa factory, zinaprosesiwa zinapelekwa kwa hoteli na kila pengine. Kwa hivyo mama Karoma hata waipiga simu kupigia Karoma akiendelea na masomo yake ati tumekosa chakula. Mama Karoma atakuwa akipata pesa pale kwa mwisho wa mwezi, ataweka buzi yake itaingia pale kwa forest, itakuwa ikikula, ataweka ng'ombe yake hapo ya ya maziwa, na maisha yao itabadilika. Hatutarudi tena hapo kuchanga pesa ya kununua dawa ama ya kusaidia mama Karoma tena. Kwa hivyo ile tendo tutafanya leo, ile tendo tutafanya leo ni ya kumake sure ati hiyo project yote ya Karoma na familia yao itamalizika na ile kitu na wa promise. Tunaenda wapi next? Wakina gift tunaenda Embu kwa mama Gift. Kwa mama Gift. Na, na kutoka Embu tunaenda wapi? Kutoka Embu tunaenda Kisii, sisi sio wakabila, tutakuza nchi yote, tutaenda mpaka Mombasa, tutaenda mpaka Kisumu, tutaenda kila pahali, Kenyan to Kenyans, hatuna ukabila na hatutawahi ongea siasa sisi na atutakiwa nasia <coughs> eh, sasa <coughs> mimi awabishe mimi, nimefurahia ulienda ukazika Boniface pale Muranga. Mungu amweke mahali pema peponi. Hatutapoteza mwingine juu ya kukibishana. Ukuna askari, tutainuana mmoja kwa mmoja tukienda mbele tunaelewana, tutainuana mmoja kwa mmoja tukienda mbele. Mimi mimi mwenyewe siku yenye mtakuja watu wengi, saa hii wameniletea vitisho watu wengi wameniletea vitisho. Tuerewane, tuerewane. Tuerewane, tuerewane eni? I Sikizeni. Sikizeni. Sikizeni. Mimi, mimi nimesema, mimi siyo mkabira. Tuerewane eni? Tuerewane eni? Nimesema, mimi mimi siyo mkabira. Na mimi sio mwanasiasa na katika maisha yangu hakuna kiti hata moja ninataka ya hapa Kenya, ya kuchaguliwa, lakini mimi nitawafanyia nyinyi wenye mlinituma nisimame na hii familia. Kwa hivyo compassion, ile jia mimi nimepitia, napitia jia ya compassion. Mimi na bishop wangu, mimi na bishop wangu mimi na bishopu wangu tumeelewana na tumesikizana, tutasimama na nyinyi, tutasimama nanyi na nyinyi na, na watu wale wengine wote. TikTokers ni familia kubwa, kuna wenye wako Saudi Arabia, kuna wenye wako Dubai, kuna wengine wako kila pahali, na wote tutasimama na wao na wao watasimama na sisi. Kwa hivyo mimi sina mengi ya kuongea, nitarudishia bishop aweze kutupeleka next. Let us appreciate Morfam. Awekewe asiwekewe